Kejo, Silver Strikers uh, mpaka sasa kwenye hizi mechi za raundi ya awali wamefunga magoli mawili tu, goli alifunga dhidi ya Yanga na goli moja ambao walifunga dhidi ya Elgeco Plus ya Madagascar kwenye mechi ya kwanza ambayo yeah, sare yake ya moja moja ndio iliwafanya waingie kwenye hii round, kwa sababu wamefika kwenye hii round kutokana na away goal advantage. Jana wamecheza uh, kwa mpango kazi ambao ukiuangalia kwa picha ya nje unaweza ukasema ni timu ambayo ilikuwa imejipanga kutofungwa kwanza, kutokana na jinsi ambavyo wamecheza hata katika mechi yao ya, ya pili. Kwa maana mechi waliocheza dhidi ya Elgeco ya pili walicheza na mechi kaisha goles, hawakuruhusu goli katika uwanja wao wa nyumbani, wakanufaika na sare ya moja moja ambayo walipata ugenini. Unadhani uh, kwa kiasi gani Young Africans walishindwa uh, kunufaika na mpango kazi ambao waliingia nao Silver Strikers? Ya, kama walivyosema wenzao. Kitu kikubwa ambacho kiliwagharimu Yanga ni kucheza mpira nje ya uwanja. Unajua kuna zamani mchezo wa draft eh? Mm. Mtu mkianza tu ya kwanza bao limekwisha, limekuisha Panga lingine. Sasa kilichoiponza Yanga katika mechi ya jana ni ile kuona tu ah, Silver Striker, kwanza imevuka hatua bila kushinda kama ulivyosema mm, sare ya moja moja dhidi ya timu ya ego ya Madagaskar Mjel. Alafu goalless draw nyumbani wakavuka kwa goli la ugenini, sisi angalau tulishinda nje, ndani magoli matano magoli matano. Kwa hiyo unaona, tuna mtaji tu, tuna timu inayofunga lakini inayofungwa kwa isiyofungika kirahisi hawa hawafungi. Kwa hiyo unajua hizo kucheza mpira nje ya uwanja mentality wenzao walijua udhaifu wao na wakajua jinsi gani ya kufanya. Hiyo ilikuwa ni moja, lakini ya pili <coughs> Yanga hata kama jana ingetoka na ushindi nkawa e, mwenzangu hapa e, amesema yeyi kwamba Kunambi anasema Yanga ilicheza, kulikuwa kuna makosa binafsi ya mtu mmoja mmoja ambayo kila mmoja aliona lakini pili, hayo makosa ya mtu mmoja mmoja ndio yanayo amaunt kwa kocha kuonekana udhaifu wake, kwa sababu kama timu wachezaji wengi wana makosa. Sasa wajibu wako wewe ni, najua uzuri wa timu inayocheza vizuri ni kwamba mchezaji mwingine ana uwezo wa kuficha makosa, makosa ya mwingine mmoja. E, amefanya makosa mwingine anayafuta sasa karibu kila mmoja akiwa anafanya makosa, sasa hapo ndo unaweza ukajiuliza. Sasa hapa inakuwa, inakuwa jana janga kuwa naangalia mpira na mwenzangu mmoja anaitwa Hatim na Heka akawa anasema ah, Yanga utafikiri imekwenda na basi wamechoka, kuonekana wamechoka ile njia ya kutoka, <laughs> kutoka mpakani pale kuitafuta Lilongwe eh? mm -hmm. Eh, ile kama kwenda mm -hmm. na gari kweli, lazima uchoke. Yani uliona kabisa kwamba Yanga iko fatiti, yaani mm -hmm. imechoka kama kuna kitu wachezaji kama roho inataka mm -hmm. akili inataka mwili unagoma, warakaraka na wachezaji no wangapi pale ambao wametoka kwenye, eh, kwenye national duties Uh, e, wakomu, kucheza dakika 90, e, ya, lakini ndo alicheza alicheza, e mwingine -hmm. uh, ambaye alikwenda kwenye e e e national team mm. Na nafikiri hata reference ya makosa mengi, Baka alifanya makosa mengi lakini ukiangalia ki, kwa ujumla idadi kubwa ya wachezaji hawakuwa katika kiwango ambacho mm. kilitajiwa lakini, mm. pia ukiangalia, ndio bahati mbaya ya faults e, pamoja na kwamba timu ilikuwa inapata ushindi, lakini ilikuwa ni ushindi unapatikana katika performance ambayo hamna hata mtu anayefurahia. Sasa hiyo, katika mpira wa miguu wengi wanapenda, wanasema kama wa, kuna kipindi cha Arsenal ilikuwa inashinda lakini, wanasema Arsenal sio tu kwamba inashinda ila ina entertain. Mm. Kwa hiyo watu wanapenda soka la kuburudisha e, sio soka kama lile la Mourinho kwamba unapaki basi wewe, unachotaka siushinde, si unataka pointi tatu, unataka kuvuka, si tutavuka eh. Eh, mm. lakini mambo ya ha, ha, kukanga chipsi kwenye mpira wetu <laughs> sisi hatuna kwa hiyo <laughs> tuliitarajia Yanga I icheze vizuri zaidi na haswa katika kipindi ambacho fols alikuwa katika shinikizo kubwa, na nadhani alikuwa anajua kabisa kwamba hii nikishindwa naondoka. Ilikuwa iko hmm, wazi, dalili zote we ushaanza kusikia kwamba kuna kocha anakuja, natoka Madagaskari uko na zote zile, alikuwa anajua tu kwamba ilikuwa inaangaliwa tu kwamba ni namba. Kwa hiyo performance ya Yanga achili ambali ushindi ndiyo ilikuwa imewakera zaidi wachezaji na mashabiki na jana, na mashabiki na jana mm-hmm. Ikawa imejidhihirisha zaidi kama na, kwa muda mfupi jipu limetumbuka.